la Kenya mbele. Mimi nataka niwaulize watu wa Meru, mnataka tuendelee kufanya kazi ama mnataka tuendelee tu? Tuanze kufanya siasa tufanye kazi tusomeshe watoto tupange hii kilimo wakulima wapate pesa, ndio tusonge mbele. Hebu nione, wala wanasema tuendelee na hiyo kazi. Tumeshakubaliana na mimi nataka niwaeleze. Mimi nimekuwa kwa siasa siku mingi, mnanielewa? Niko, nimekuwa kwa hii siasa siku mingi. Na mimi vitisho, mimi siwezi kutishwa na mtu, ati kutishwa? Hapana, watafute mtu mwingine, ati na makelele, ati tuaje kazi hii tunafanya, tuende kwa barabara. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Meru. Si nyinyi na kura zenu ndio mlinifanya nikawa rais na tukaunda hii serikali pamoja? Si kura yenu ndio iliunda hii serikali? Mnataka hii serikali iwafanyie kazi ama mnataka ifanyie watu wengine? Si iwafanyie kazi? Na ndio sababu mimi nimesema yule ambaye yako tayari kufanya kazi, mimi nitafanya kazi na yeye. Yule ambaye anataka kuendelea na siasa aende barabarani, aendelee na siasa. Tutakutana na wao eh, kwani ni mafundi kiasi gani? ah, wazituletee nani. Sijui kama tunaelewana, porojo propaganda tu, oh sijui nini. Oh, Kasongo sijui Ruto masgo wewe. <laughs> Watu hawana mpango. Ukiwauliza wewe mpango yao yako kwa wakulima ni gani, wanasema kasongo wewe mpango ya watoto wetu kusoma ama kuendesha mambo ya stima ni gani? Oka, Ruto masugu. Sasa mimi nawauliza, tutafuatana na watu wenye hawana mpango tuwache taratibu hii ambayo tunaelewa, ikitoka hapa inaingia hapa. So mimi nawaeleza wae, na watu wa Meru, mimi nimeamua kama kiongozi wa taifa hii tutapanga mambo ya maendeleo ya Kenya hii Kenya, kwa mapenzi ya Mungu tunataka tuhakikisha kwamba tunaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo na tunawaunganisha Wakenya wote, na ndio sababu tumesema, wale hawataki kufanya kazi wanaweza kwenda kuendelea na porojo na propaganda na hiyo ingine. Huyu deputy wangu huyu profesa Kithure Kindiki, At least for the first time niko na mtu ambaye anaelewa kazi inaendelea namna gani na anasaidia kusukuma hiyo kazi. Sio mtu panganga tu, eh.